Mtazamaji wa wataalamu wa afya wamezua hofu juu ya ongezeko la magonjwa yanayohusiana na mitindo ya maisha kama vile kisukari, shinikizo la damu na aina mbalimbali za saratani ambazo zimeathiri familia kote nchini. Hofu hiyo iliibuliwa wakati wa kambi ya matibabu ya bila malipo huko Gachororo, eneo bunge la Juja, kaunti ya Kiambu, ambako wataalamu wa afya walifichua kuwa wakazi wengi wanapambana kimya kimya na magonjwa sugu kutokana na huduma duni za afya na gharama ya juu ya huduma za matibabu. Daktari Joseph Gishui, mfadhili katika kaunti ya Kiambu, aliwataka wenyeji kufata mtindo bora wa maisha ikiwa ni pamoja na lishe bora na mazoezi ya kawaida ya mwili ili kukabiliana na kuongezeka kwa mzigo wa magonjwa. Since 2010, the medics are telling us the issues of uh, depression is uh, going up and I believe as a community, it's high time we ask ourselves very fundamental question. Why is it that our men continue uh, you know, getting depression commit suicide Lifestyle diseases ni magonjwa ambayo yana yanaweza kuwa na kinga cha urahisi kwa sababu haya ni magonjwa yanahusika na jinsi mtu anavyoishi Iwapo mtu angeweza kujichunga mwenyewe, kujichunga kwa jinsi ambavyo anakula, kujichunga kwa jinsi ambavyo anafanya mazoezi. Tunashukuru sana hata kwa sababu ya madaktari ambao wametutibu. Uh, mi nakuanga na shida ya macho na pia watoto wangu, lakini sisi zote tumetibiwa.